Habari rafiki zangu, sasa nilikuwa nimetaka nifanye video kama live, ila kiukweli naona YouTube ananiambia bado ana set mipango uh, mipango yangu ya upande wa live. Kwa hiyo nikaona haina shida, moja nijirekodi, ila kama unaviona, nilikuwa nataka uh, niwe tunatembea tuna huku tuna, tunazungumza. Kwa hiyo hakuna kilichoharibika. Sasa nitakachokifanya nitageuza kamera yangu ili uone kile ambacho mimi nenda kiona, ndio stories inoge, na leo ningependa tuzungumzie mchakato mzima wa kuingia Ulaya. Ehe. Na mimi sitakuficha, nitakwambia yale ambayo ninayafahamu. Sasa Ulaya ni kubwa, mimi niko kwenye nchi moja tu hivi. Tunapozungumza niko Spain, kwa hiyo haimaanishi kwamba nchi zote zinafanana, ila kuna vile vitu ambavyo ni vya msingi, hivyo nitakwambia. Na pia sitakwambia tu kwamba, sitakupa matumaini hewa. Umeona, hapa nilikuwa, nina check in. Ningekuwa nimeshabadilisha kamera ningeona, but anyway, sitakupa tu matumaini hewa kwamba sasa yani Uh, inawezekana tu wewe nenda ubalozi useme nataka kuja. Hapana, ila nitakwambia ni, ni vitu gani wanavitaka. Haya basi twende, usisahau ku like, ku subscribe na kushare na mtu mwingine. Haya sasa, sijui kama nitaweza kunyanyua sana kamera juu kwa sababu huwa sipenagi kuwamulika watu moja kwa moja, basi ila utaona sasa, niseme tu ni kawaida ya mwanadamu kutaka kutoka kwenda kutafuta fursa, kutafuta mwenza, kutafuta mahusiano. Kwa hiyo mimi naona swala la mtu kusema nataka nifike Ulaya ama niende nchi fulani, sioni kama ni tabu. Umeona, hilo ni jambo tu la kawaida na ni jambo lenye afya hilo. Sasa ukweli ni kwamba huo mchakato umejaa vitu vingi yani, imekuwa kuna utapeli hapo katikati mwingi. Tu, watu wanakwambia bwana, fanya hivi utaweza ku uh, utaweza kupata. Wakati mwingine visa na vitu kama hivyo, lakini ukweli ni kwamba mchakato huu haupo hivyo ambavyo, aa, watu wanasema kwamba tu nipe hela, labda kama unampa hela kwa vile anafanya kazi. Nitajitahidi kamera yangu isiweze sana, kwa sababu inacheza sana sasa hivi, umeona. Kwa hiyo niseme cha kwanza, lazima ujue unataka kuja ulaya kufanya nini kwa sababu mchakato wako mzima wa kupata visa utategemeana na lile lengo. Lile lengo ndio litakuambia ujiandae kiasi gani. Kwa hiyo ikiwa wewe unataka kuja kusoma, lazima ujue kwamba bwana, mimi nataka niende Ulaya nikasome, kwa sababu hata vitu utakavyovitaka kwenye ubalozi huo unaoenda huko kutafuta, iwe ni Sweden, iwe ni Spain, iwe ni Germany, kokote pale watataka wanataka vile vitu vinavyoonyesha kwamba unataka kwenda kusoma. Na iwe kama unataka kuja kwa ajili ya kazi, pia kitakachofanya upewe visa ni kutokana na kwamba wameona... Jamani, nimesimama hapa kwa sababu nasubiria taa iruhusiwe pale, imeruhusiwa sasa, umeona. Kwa hiyo sasa kitakachohitajika ufanye ni kwamba ujue kwanza lengo lako la kwenda Ulaya ni nini? Je, unaenda pale kwa ajili ya kitu gani? Lile lengo litakuongoza. Sasa malengo ambayo nitaenda kuyachambua kwa mapana kidogo ni mawili, japo hili lengo la tatu nalo litaingia. Labda sio niseme lengo ama uhalisia, litaingia momo. sasa ukishajua lengo, hiyo hatua ya kwanza ya yeah. Pili, tafuta hiyo fursa kabla haujatoka hapa Tanzania. Eh, eh, kabla haujatoka hapa Tanzania, kwa sababu niwe mkweli, kwenda kufika Ulaya sio kwamba haiwezekani ila ukweli ni kwamba hawatakuruhusu tu uingie, yaani uweze ukafika pale ubalozi ukasema mimi nataka nikasome, jamani, ndio okay, mnipe sasa hiyo visa. Hapana, ukifika pale utapata fursa, ikiwa utapata hiyo visa, ikiwa tayari umeshatafuta chuo, chuo kile kimekupa admission letter. Hiyo admission letter sasa imekuruhusu wewe kwenda pale kuomba visa. Sunanipata ndugu. Ehe, wale ambao anakuja kutafutia hukuhuku, labda kuna kilichomleta kwa namna moja ama nyingine. Alivyofika huku sasa ndo akasema, labda ngoja nijiongeze nitafute shule. Na hata mchakato wa kutafuta shule mwenyewe ni mrefu, ni mrefu. Na labda niseme kwenye hili la shule, lazima ujichanganye. Ya rafiki yangu, tumia Google wewe mwenyewe, nenda kaangalie scholarships, Europe. Such scholarships in Europe. Kuna nchi kama Ujerumani ambazo tena kule scholarship ya Ujerumani actually vio vyao hawalipishi ada, kwa hiyo basi utajikuta wewe. Jamani, simuliki sana ukiona namulika chini, kwa sababu nakutana na watu sitaki waone kwamba sitaki niwaondolee uhuru kwenye kwenye ardhi yao, na utansamea mtingisiko ni kutokana na mwendo. Kwa hiyo sasa nenda Google, tafuta scholarships za Ulaya scholarships in Europe. Utaona pale kuna fundi hii, kuna fundi ile, wana vigezo vyao vingi, lakini wewe sasa jiwekeze kwamba mimi lengo langu moja ni niende wapi? Niende Ulaya kusoma. Kwa hiyo basi sio una apply scholarship moja, unasema nimemaliza. Hapana, jitahidi umeona kumi una apply kumi, umeona kumi na tano una apply kumi na tano, una cheki tena, cheki tena, cheki tena, mwisho wa siku iko moja utapata. La, niseme tu hata huko kwenye hizi michakato uh, mchanga, wa kwa mradi wa scholarship, sio kwamba wana wana kitu kimoja ambacho wote wanakitaka. Of course wanataka kujua elimu yako uh, ambayo tayari umepitia kuendana na lilo wanataka kujifunza, lakini ukweli ni kwamba sio tu kila mtu atataka vitu vilevile. Scholarship moja naweza ikahitaji kuonyesha je, yeah, umewahi kufanya kazi, una uzoefu, kwa mfano kwenye hayo mambo ya kijamii ambayo unataka ukajiendeleze. Kwa hiyo ingia Google wewe mwenyewe, eh, sio kila mtu ambaye amepata scholarship, ndugu zangu, alishikwa akatingishwa kwamba wewe, kuna scholarship. Watu wanawekeza ku, ku, ku apply 100, 150 mpaka kuna moja iko siku anapata kwa ujiza chiti kwenye hilo. Na ikiwa kuna mtu ambaye unamwamini, nimewahi kuona mtandaoni watu wanasema kwamba wao wanatafuta scholarships wanawasaidia watu kupata scholarships. Kama umempata mtu unamwamini, basi ehe, mlipe aku, akufanyie mchakato. Lakini mimi sitaweza kutaja mtu yoyote, kwa sababu mwisho wa siku haya masuala ya pesa Ah, ni magumu na mimi sina connection kwenye eneo la scholarship. Kwa hiyo ukishapata sasa hiyo scholarship baada ya huo mchakato. Kwa hiyo kama unajiona unataka kwenda Ulaya ndani ya miaka mitano labda, anza leo kutafuta hizo scholarship. Kwa sababu bahati yako unaweza kupata ndani ya wiki, lakini ukweli ni kwamba inaweza ikakuchukua mara nyingi mno, mara nyingi mno. Na unapoendelea kukosa, wakati mwingine unapewa feedback kwamba, bwana, hii scholarship hatujakupa kwa sababu hichi na hichi na hichi. Unajiboresha, unajiboresha, unajiboresha, yeah. Na ikiwa kama nilivyosema kuna mtu unaona huyu anaweza akakufanyia mchakato, kwamba umejiridhisha kwamba unamwamini basi sawa. Kwa hiyo njia ya kwanza ni hiyo ya scholarship. Na labda hapa hapa niseme, kutalii Ulaya hawakatazi. Ehe, kuja kwa wiki wiki mbili, miezi mitatu, nategemea na visa hawakatazi, ila hiyo nadhani nizungumzie hapo mwisho. Ah, tuangalie kwanza mchakato wa pili. Mchakato wa pili ni kwamba eh, wanitaftia hapa ili nitokee kule. Maana naona ndugu zangu wako hapa mbele. Jamani, mtanisamee, ndio mji huu una, una, una movement nyingi, kwa hiyo yani sauti ni nyingi. haya Mchakato wa pili kwa hiyo ni swala zima la uh, kufanya kazi, ila labda niongezee kidogo pale kwenye swala zima la scholarship. Ukishapata hiyo scholarship haimaanishi ndio umeweza kuja Ulaya. Hapana, kishapata admission letter yako, nenda pale kwenye kwenye uh, embassy ama wawakilishi wa nchi husika: jamani, nimepata nafasi ya kwenda kusoma admission yangu leta ni hii hapa, natakiwa nifanye mchakato gani ili kwamba niweze uh, ili kwamba niweze kupata sasa hiyo visa ya kwenda kusoma huko? Kwa hiyo ukifika pale sasa ndio utakapojua orodha yao ya vitu. Eh, eh, lakini walau ukiwa na admission leta sasa, hicho chuo huwaga kinatoa usaidizi. Kwa hiyo kama utaambiwa pale, bwana, wewe wa chuo kituandikie barua sijui nini na nini unafanya hivyo vitu, kwa sababu tayari wako wamekupokea kwa ma, kwa maandishi. Vitu vingine wanavyovitaji ni vile basic ah, natembea haraka pale, cheti cha kuzaliwa unajua hizo eh, basics. Wakati mwingine wanataka statement yako ya benki waone kama una kipato. Wakati mwingine wanataka waone barua ya mwajiri. Kwa hiyo ndio maana nikasema mtu hata kwambia vyote vinavyohitajika kwa sababu unless yeye ni mfanyakazi wa huo ubalozi ni ngumu, zinatofautiana. Ila una barua yako ya admission unaweza ukaenda pale ukasema jamani, nina barua hii ya admission na ninahitaji sasa kufanya mchakato wa visa. Na hapo pia haimaanishi kwamba huo mchakato utakuwa mwepesi, ni subira. Eh? ni subira, kwa sababu nchi za wenzetu wanataka kuhakikisha kwamba mtu kama unakuja kweli umekuja kwa kilichokuleta. Kwa hiyo sio suala tu la siku moja kusema kwamba bwana, watakwambia haya, basi wewe, ah, tumeshakupokea kusanya mabegi, hapana. Ila walau wataanza pale mchakato, walete hichi, kalete kile. Msema kweli wa nini kinahitajika ni mtu wa ubalozi husika Asikwambie mtu tu oh, nipe pesa nitakutafutia visa kwenda sehemu fulani Ulaya. Ingekuwa ni mchakato mwepesi hivyo, nadhani ingekuwa rahisi tu kufika hata kwa kutembea, lakini wana taratibu zao. Anyway, naomba turudi kwenye swala la swala zima la kazi, na kwenye kazi niseme kwamba haitofautiani sana kwa sababu bado utahitajika upate hiyo kazi. Sasa unajua, wenzetu kama watu wa West Africa ni watu ambao nimeona wako bold ni sana, yaani mtu anaweza kaenda hivi mtandaoni, akatafuta aka kazi na tunakutana nao huku. In fact kama ni kama kuna waafrika ambao wako wengi Ulaya jamani, ni watu kutoka Afrika Magharibi, ni wengi ndugu zangu, lakini ukweli ni kwamba hawana, hawana ule uoga. Wesu umesoma eh? ama si unaona, una nia ya kwenda huko mashambani, wanakosema niwe mkweli, hizo fursa nazisikia mimi pia. Basi unachoweza kufanya ni nenda katafute, neenda kat... ka sign up LinkedIn. Eh, utafute kazi kwenye hizo kampuni zinazotangazwa huko eh. Nenda hata mtandaoni andika recruitment agencies. Hizi recruitment agencies ni wakala wa kutafuta ajira kwa, kuna global recruiting agencies E, wanaweza wakakutafutia kazi hao sehemu tofauti tofauti. Nenda tengeneza CV yako vizuri, nyosha rekodi yako vizuri, na ndio hapo sasa umuhimu wa kuwekeza kwenye maarifa unakuja, kwa sababu ukweli ni kwamba utahitaji vitu vyako viendane na viwango vya ulimwengu ati. E, LinkedIn profile yako iendane na viwango vya ulimwengu ikushindanishe, na watu wengine kutoka Japan, kutoka, kutoka nchi tofauti tofauti za ulimwengu You nk know? eh, eh, kwa unajifunza unaviweka vile vitu sawa, na unaanza kuapply kama hauna akili yani, ukiona fursa mradi unaendana na wewe, unapply, unapply, unapply. No, watu wanatoka, nasikia mara nyingi tu kwa masikio yangu, amepata kazi, ile kampuni inamfanyia utaratibu, yaani tena kama kampuni yenyewe ndio imekufadhili wewe, ukifika pale ubalozi story sio nyingi eh? wanaudhibitisho kwamba kampuni imekuhitaji na ukifika huku kampuni yenyewe inakutafutia, ah inakutafutia residence, inakutafutia, wakati mwingine, inategemea na level ya kazi, marupurupu na unaendelea. Kwa hiyo niseme tu inawezekana, ila lazima ujitoe kidogo, ufahamu yani, usisubiri kwamba kuna mtu atanishika shati. Ah, ah. Unaamka una, unaenda kusachi hizo international recruiting agencies. Una pimpu profile yako vizuri, unatengeneza LinkedIn yako vizuri, unajipackage vizuri, unapambania eh? Napata shuhuda nyingi aa, huko mitandaoni eh, za watu ambao wametoboa katika hizo jitihada za kuapply. Kuna mtu alikuwa hii nilikuwa sehemu huku kanisani kwetu ninapoenda, mtu akawa anashuhudia, aliapply kazi mara mia mbili ee <laughs> e unanipata ndugu yangu aliaplai kazi mia mbili zote, yeye ni mtu wa maswala ya tek haya. Zote hizo kazi ya kufanyaje, hakupata lakini kazi ya mia mbili na moja Mungu akamwonekania, yuko hapa tena, kaamisha na familia yake yote. Sasa hii mitaa ninayoingia kidogo ni mitaa ya wajanja, ndio maana <laughs> nataka nimalize mapema, simu yangu niweke ya mfukoni, nikiishika hivi nilivyoishika naweza ngaja na nasimulizi nyingine kesho. Sasa basi niseme tu swala so, zima la, kwa hiyo wekeza sio njia rahisi sana, lakini kuna kujifunza katika kufanya. Unapoanza kutafuta hizo kazi, unagundua wakati mwingine hawa watu wa karibu sana wanakuambia, bwana profaili yako tuje kuchukua kutokana na hili na hili na hili. Unarekebisha, uondo wa ngoma uingie ucheze. Sasa nilikuwa ninasema kuna nguvu katika kujifunza. Uondo wa ngoma uingie ucheze. Hakuna safari ambayo mtu atakwambia ilivyonyoka yote huo ni uongo, na anataka kukutapeli. Ila unaweza ukapata hatua kama hii ya kwanza, nenda Google, katafute hizo scholarships, nenda katengeneze profile kwenye uh, recruiting agencies za ulimwengu. Unapofika kwenye ule mchakato, unapowekeza kujifunza, sasa unaingia YouTube, unatafuta maarifa, unaboresha CV yako, una apply kazi mia mia mbili. Unajua hata yule aliyepata kazi baada ya kuapply kazi mia mbili, alikuwa anajiboresha, kazi ya kwanza, kazi ya pili, labda alianza na CV yake ambayo ingempa kazi Nigeria, lakini isingempa kazi Ulaya. Kwa hiyo ameendelea kujiboresha na kupata feedback na kuwekeza kwenye maarifa na nia yake, mpaka mwisho wa siku akafanya, akatoboa. Kwa hiyo hakuna mchakato mwepesi. Ukiona mtu anakwambia tuko mwepesi mwepesi, wewe nipe tu CV yako, ni, nipe na hela, kuwa makini sana. Ehe, ni hatua kubwa, na hivyo basi inahitaji ujidhatiti ujifunze ukubali, kukaa na kusema okay, nilikosa mara hizi hamsini, nitafanya tena, nitafanya tena, nitajiboresha. Kikubwa, unataka kuingia kwenye soko la ulimwengu la kazi na biashara, lazima uendane na global standards. Profaili yako ya LinkedIn ifanane na mtu aliyeko huko wa uh, Netherlands, ifanane na mtu aliyeko Ujerumani, ifanane na mtu aliye Japan kwenye sekta yako. auwezi ukasema mimi bado nitatokea tu kama professional hapa mtaani kwetu, alafu uende kwenye global competition, sio unanipata, ndugu yangu ewa. Kuna mengi na ya kusema lakini naona inabidi tuendelee kuizungumzia, na swala la utalii naomba nilizungumzie siku nyingine. Atuzungumzie kingine, ni kwamba ikiwa wewe ume kwenye masuala ya mahusiano ya kijamii, ukaoa ama kuolewa na mtu ambaye ametokea kwenye hizi nchi, mara nyingi utafata mchakato, lakini hawana ukinzani kwenye familia kwa sababu wewe ni mwanafamilia kwa hiyo ikatokea riski yako wewe ni mtu ambaye uko huru, uh, kukutana na mtu kutoka sehemu yote ya ulimwengu, ulimwengu huu na ukakutana na mtu anatokea zake Denmark, anatokea wapi, na mkapendana na mkafunga ndoa, kwa sababu sio boyfriend girlfriend, hapana, ila mkafunga ndoa, hawana shida na familia. Ehe, lakini sasa uh, nalo hilo pia ni swala je, yeah, una, una mahaba na watu wa ulimwengu, kwa sababu you know, na je yeah, uta network kwa sababu hilo nalo pia linahitaji unetwork kukutana na watu anyway. Ngoja niishie hapa ningie kwenye huu mtaa ambao unahitaji wa makini na simu yako. Ni mtaa watali, una watalii wengi kama unavyoona. In fact hapa ni wachache, niko mtaa kidogo wa pembeni. Uh, hivyo basi nitunza simu yangu. So, kusubscribe, ku kulike na kutokana nilicho akizungumza naomba uweke maswali. Huenda nikafanya part 2 kujibu hayo maswali specifically. Haya, shukrani. Kwa heri.